Hello, habari. Leo nitakuletea dalili hatari ah, dalili na madhara ya UTI isipotibiwa mapema. Tunasema UTI tunasema ni maambukizi kwenye njia ya mkojo. Madhara namba moja ambayo utayapata tunasema ni maumivu au kuchomachoma wakati wa kukojoa, hizi pia dalili yake. Dalili nyingine ni mkojo huwa na harufu mbaya au rangi isiyo ya kawaida, wengine wanakuambia nimekojoa mkojo kama punda. Namba tatu, tunasema ni haja ya kukojoa mara kwa mara. Kukojoa mara kwa mara mara utakuwa na dalili ya mara. Namba nne ni maumivu ya sehemu ya chini ya tumbo, lakini pia utapata homa, utapata baridi ikiwa ni maambukizi pia ya Yamefika kwenye figo lakini pia dalili nyingine ni maambukizi ya figo, maambukizi ya figo ambayo tunasema hii ni mbaya zaidi. Lakini pia dalili nyingine ni kuasiri uwezo wa uzazi ambayo tunasema ni au au kwa upande wa mwanamke na kwa upande wa mwanaume. Kwa hiyo hakikisha unatibu UTI mapema ili kuweza kuondokana au kukimbia madhara haya. Kama una changamoto hiyo, basi julisha hapo chini na sisi tutakuonesha namna ya kuondokana changamoto hiyo. Karibu.